Habari, naitwa Beni. Karibu katika chaneli ya Beni KukuFarm. Katika somo letu la leo litakuwa fupi kidogo, ambalo litahusu mambo ya kuzingatia wakati wa kuchukua vifaranga, yaani nini ufanye kabla hujachukua vifaranga. Kama ni mara kwanza kupitia katika channel hii, gusa neno subscribe uliko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza na malizia neno all. Hii itakusaidia wewe kupata kila taarifa tutakapoweka video mpya, pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatia channel hii na kuipenda, ili tupate moyo wa kuendelea kuweka video nyingi zaidi. Hujambo mfugaji, kabla hujaamua kuchukua vifaranga vya kuku kuna mambo muhimu sana unayopaswa kuzingatia ili kuhakikisha unapata matokeo bora katika ufugaji wako. Hebu twende pamoja, ili uelewe mambo gani unatakiwa kuzingatia, ili utakavyochukua nani, utakavyochukua vifaranga usipate na changamoto mbalimbali mbali, ambazo unaweza kujitokeza kutokana na kutokuwa makini wakati wa kuamua kuchukua vifaranga. Sasa twende moja kwa moja Jinsi gani au mambo gani ya kuzingatia wakati hujamua kuchukua vifaranga. Swala la kwanza la kuzingatia ni chanzo cha vifaranga. Chagua vifaranga kutoka kwa wazalishaji wauthibitishwa. Epuka kuchukua kutoka kwa vyanzo visivyojulikana. Afya ya kuku wako inaanzia hapa, hivyo ni muhimu kuchukua kwenye zile kampuni ambazo zimethibitishwa au zinajulikana kwa uzalishaji wa vifaranga kwa sababu ukichukua vifaranga vichochoroni unaweza kukutana na changamoto kubwa ambazo hata jinsi ya kuzitatua ukashindwa kabisa. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kuzingatia wakati wa kuchukua vifaranga. Jambo la pili la kuzingatia ni aina ya kuku unaotaka kuwachukua. Je, unahitaji kuchukua kuku wa mayai au kuku wa nyama? Chagua aina sahihi kama ni kwa ajili ya mayai utachukua layers, na kama ni kwa ajili ya nyama basi utachukua broiler au broiler kwa mchanganyiko wa mayai pamoja na nyama pia. Kuna kuku aina ya saso tani blo pamoja na black astrop, nazo zenyewe hizo unaweza kuzichukua kulingana na mahitaji yako kwa muda huo. Afya ya vifaranga: hakikisha vifaranga unavyochukua ni vile vyenye afya yaani, kwa mwonekano tu vionekane kabisa kwamba hivi vifaranga vina afya. Usije ukachukua vifaranga dhaifu, mwisho wa siku vinafika bandani kwako vikaanza kufa muda huo huo. Hivyo na vifaranga vinahitajika ni vile ambavyo vina afya nzuri na uzito sahihi. Kingine hakikisha umeandaa banda na mazingira safi, banda safi lenye joto la kutosha, ili vifaranga wakifika wakutane na joto ambalo linahitajika, ili wasipate mshtuko pamoja na stress. Pia banda hilo liwe na hewa ya kutosha na lisilo na vimelea mbalimbali mbali. Hivyo katika kusafisha kwako kwa banda inatakiwa uwe umehakikisha umeua vimelea vyote vya magonjwa ndani ya banda hilo. Usisahau kuweka maji safi pamoja na chakula. Vifaranga vitakapofika, inatakiwa vipewe maji yenye glucose kwa masaa mawili. Baada ya hapo, utatoa maji yenye glucose, utakuja kuvipatia chakula na maji ya kawaida, ili viendelee kuishi. Ni vyema ukachukua vifaranga ambavyo tayari vimeshachanjwa chanjo ile chanjo ya kwanza ambayo ni chanjo ya Marex hivyo makampuni makubwa mara nyingi huwa yanachanja hiyo chanjo lakini kwa vile vifaranga ambavyo vinatokea vichocholoni mara chache sana kuona vimechanjwa chanjo hiyo hivyo unapoamua kuchukua vifaranga ukichukua kwenye chanzo kizuri kuna uhakika kwamba vitakuwa vimepata hiyo chanjo na kama ukichukua vichocholoni unaweza ukapata vyenye vimechanjwa au vikawa havijachanjwa na unaweza ukapewa vijogoo afu kaambiwa ni aina fulani ya kuku, kumbe tofauti hiyo nayo ipo. Baada ya kuwa umeshachukua vifaranga vyako, inatakiwa ulishe chakula bora pamoja na matunzo mengine, na kuwa makini katika ugonjwa, magonjwa mbalimbali mbali, na chanjo utoe kwa wakati. Hiyo itakusaidia kupata kuku walio bora na kusaidia kukuuza nani mradi wako wa ufugaji wa kuku. Kama umependa mafunzo haya basi hakikisha unagusa neno subscribe chini ya video hii, pia unagusa kengele itakayojitokeza na usisahau kushare video hii kwa marafiki na au kwenye magrupu mbalimbali ya ufugaji wa kuku ili nao wengine waweze kujifunza kupitia video hii. Asante kwa kunisikiliza, naitwa Beni.